Okay, huyu anasema habari kiongozi, nilikutana na namba Facebook nikaona inazungumzia kuhusu maradhi na utatuzi wake. Nina tatizo la nguvu za kiume, je, unanisaidiaje? Nikamjibu kwamba pole kwa hiyo changamoto, kuna dawa maalum ambayo itakayokusaidia kuondoa hiyo changamoto, unaweza nipigia kwa maelekezo zaidi. Akaniambia nakuwa sawa kabisa dokta, kabisa maana awali nilikuwa vizuri sema ujana na mapito yake, na matatizo yakaanza. Na hiyo dawa ni shilingi ngapi? Okay, huyu ni one of my client ambaye alipitia mchezo wa kujichua baada ya kuwa ameona, eh, matangazo yangu katika Facebook na akaona ni vema kuweza kunitafuta, lakini alibahatika kuweza kunipigia, akaongea na mimi lakini, ni mmoja ya wanaume wa hanga ambao waliopitia mchezo wa kujichua ni moja ya changamoto kubwa sana katika kipindi cha leo. Wanaume wengi wamepitia katika haya madhila na mwisho wa siku, inapofika muda sasa anahitaji kuwa kuishi na mwenza ama tayari ameingia katika ndoa, ndipo anaanza kuona madhara ya hiki kitu, anapofika mahala anashindwa kuweza kuhimili tendo kwa muda mrefu, anaposhindwa kumsaidia mwanamke wake kuweza kufurahia tendo na kufika katika ile laya ya kiwango ambacho kinachotakiwa hapo ndipo anaanza kuona madhara ya kile kitu ambacho anachokifanya. Dr. Kuboja ana dawa maalum ambayo inaitwa mkombozi wa ndoa. Dawa hii ni hii dawa hii hii ni ni hapa, dawa hii inaitwa mkombozi wa ndoa, ni dawa maalum ambayo inatibu tatizo kwa mwanaume ambaye amejichua. Nimeelezea hapa katika maelekezo yake, nasema athari za punyeto, uume kuishiwa nguvu, uume kuwa legelege na kushindwa kurudia tendo. Kwa hiyo naomba tuwasiliane, wewe mwanaume ambaye una changamoto hiyo umewahi kupitia mchezo wa kujichua, utapata programu maalum, lakini pia kuweza kurujisha urijari wako ama wanaume wako, nawe pia uwe miongoni mwa wale wanaume ambao wanaowafurahisha wanawake zao wanaowafikisha wanawake zao kwa kiwango kikubwa zaidi. Kwayo utajifunza mengi, lakini pia utapata elimu ya kina zaidi kuhusiana na changamoto hii na jinsi ya kuweza kumwandaa mwanamke, jinsi ya kuweza kugundua maeneo 12 yaliyopo katika mwili wa mwanamke na jinsi ya kumsaidia mke wako kufurahia tendo kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo tuwasiliane, kwa hiyo mwanaume ambaye ana changamoto kama hii. Chukua namba yangu katika profile yangu hapo, unipigie ama unicheki WhatsApp, napenda zaidi ukinipigia kuliko kunicheki WhatsApp maana nakuwa na message nyingi sana. Naitwa Dr. Kuboja, bingwa magonjwa ya rishe pamoja na mahusiano. Kwa maelekezo zaidi, chukua namba yangu katika profile hapo. Usisahau kunifollow kwa ushauri zaidi. Bye, bye.